Tulivyoamua kuingia kwenye hii project, ilibidi tuwasiliane na FIFA tupewe utaratibu wa kuendesha, lakini ni kozi ambayo mpaka ikamilike itakuwa na sessions sita. Kwa hiyo leo tumeenda kukamilisha session ya pili, kwa kuna zingine nne zinakuja mbele huko. Kwa hiyo target yetu kama tutakwenda kama tulivyopanga, e, matumizi ya VAR yanaweza yakaanzia e, msimu unaokuja Septemba, Agosti. Kwa hizi kozi zitaendelea mfululizo na FIFA ndo wanatupa wa instructors. Uh, tuna equipment zipo hapa kwa maana ya mashine uh, na tuna wataalamu wengine tunachangia kutoka sehemu zingine kuhakikisha kwamba mafunzo yanakwenda yanakamilika kama ilivyopangwa. Kwa nini tumeingia kwenye VAR? Wote tunajua kwamba, uh, dunia dunia sasa hivi ni ya teknolojia. Kwa hiyo matumizi ya VAR maana yake ni kwamba yanaenda kupunguza yale makosa ya kibinadamu kwenye mechi e, na sisi tumeona kwamba hatuna haja ya kubaki nyuma na kama tunavyojua, tuna michezo ya chani inakuja ya Afcon. E, mashindano kama hayo kwa kafu yote yanakwenda yanatumia VAR e, na kusema kweli kwenye mpira wa miguu Afrika e, nchi yetu ni moja ya mataifa ambayo yanafanya vizuri kwenye level ya clubs national teams yanakuja juu vizuri, na sisi tukaona kuna huo muhimu, tumetumia hiyo fursa, tumeendelea lakini tunashirikiana na partners mbalimbali ambao wanaweza kuwa na vifaa vya aina hiyo uh, ili wakati matumizi haya yanaanza Uh, tuhakikishe tunapata mechi nyingi kadri inavyowezekana ili kutoa fursa ya fair play kwenye matokeo ya mpira wa miguu iweze kupatikana.